Naitwa Gibson Lenatus, ni manager Airtel kanda ya Gairo. Leo tuko katika kijiji hiki cha Mlumbiro, tumekuja pia kuzindua mnala wetu wa Airtel wenye kasi ya 4G. Mnala huu unaenda kwa kilometa zaidi ya kumi na utahudumia wateja zaidi ya elfu 30. kwa hivyo ni furaha yetu kubwa kuona wateja wetu wa kada mbalimbali. Wateja tuliowafikia leo, wengi ni kada ya wafugaji na wakulima. Kwa hivyo, tunayo furaha kuona kwamba biashara zao sasa za mnada wa ng'ombe zitafanyika vizuri sana, lakini kikubwa zaidi ambacho tumekuja nacho leo uh, ni kutoa ofa kwa wateja wetu ambao tayari wanatumia laini za Airtel na wale wateja wapya ambao tutawasajilia laini siku ya leo tunatoa dakika hamsini za kupiga mitandao yote, tunatoa dakika a, SMS hamsini za kutuma mitandao yote, lakini na MB 500 kupeluzi a, kwenye mtandao tunatoa MB 500. Naitwa Mr. Juma Kibacho ni diwani ni wa kata ya Mtibwa. Awali ya yote, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kuimarisha nyanja mbalimbali hasa nyanja ya mawasiliano ambayo ni ya muhimu sana. Tukushukuru sana, lakini kupitia kampuni yetu ya Airtel ambayo imezindua rasmi mnara wetu huu utaweza kuhudumia vijiji takriban sita. Sasa kupitia Airtel muweze kuhifadhi fedha zenu unapouza basi fedha zenu kununua ng'ombe na mifugo mbalimbali msizitunze ndani kwa sababu ni hatari. Kwa hiyo tuzitunze kwa njia ya simu na kupitia njia ya simu pia unaweza kuhamisha fedha ile kupitia kwenda benki vio uh, kwa majina naitwa Lisimba Ndabari ni mwanakijiji wa Mlumbiro. Kwanza nashukuru sana Airtel kwa mawasiliano. Na tunashukuru sana kwa elimu ya diwani wetu kutuelimisha kwamba tusiweke hela ndani. Kweli hela tunaweka kwenye mandoo mpaka saa zigie zinaliona mchwa. Sasa hivi hata ukiwa kitandani, mnazungumza na mambo yanaisha. Pia nina kila sababu ya kumshukuru meneja wa Airtel. Salamu zetu zifikishe ofisini kwako. Tunawashukuru sana kwa kutuheshimu, kutuletea mtandao wa Airtel tukawa na mawasiliano mazuri.